Watu wengi na warokore wengi wameiacha imani ya kweli na kuanza kuwafuata uh, watumishi wanaojiita ni watumishi wa Mungu uh, na katika siku ya leo nimeleta onyo lifua onyo hili uh, kwa watu ambao mnawafuata watumishi wafuatao na ninakuomba utege sikio, kama wewe ni mmoja ya warokore au watu wanaofuata watumishi hawa wafuatao au watumishi wa namna hii, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mtazamaji, na wewe msikilizaji popote pale ulipo, ninakukaribisha pia kuweza kuungana nami katika siku ya leo ninapokuletea habari njema za ufalume wa Mungu. Nakumbuka siku zote tunamtangaza na kumhubiri Uh, Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye njia, kweli na uzima. Pasipo Yesu hakuna njia, pasipo Yesu hakuna kweli, pasipo Yesu hapana uzima wa milele. Uh, yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Watu wengi sasa hivi uh, wako gizani, watu wengi siku hizi wanatembea gizani, watu wengi au walokole wengi siku hizi uh, wana uh, wanatembea katika giza Watu wengi katika siku hizi tulizo nazo wanajaribu kutafuta njia ni wapi. Mimi nawatangazia siku ya leo kwamba njia ni Yesu Kristo wa Nazareti, yeye aliyekufa akazikwa na siku ya tatu akafufuka, na mpaka siku hii ya leo inapokuleteni ujumbe huu, Yesu Kristo ayu hai, ameketi kuume kwa Mungu a, Baba yetu wa mbinguni, akikuwakilisha wewe na mimi. Haleluya china Bwana wetu Yesu Kristo alipewa sifa a, Kwa hiyo mpendwa, na wewe mtazamaji unayenisikia katika siku ya leo, sijui wewe kama unatembea kweli katika nuru, sijui kama bado umesimama katika imani a, imani ya kweli. Maana watu wengi siku hizi wamepotoshwa bila ya wao hata kufahamu a, hawajitambui, hawajui wakuokoka maana yake ni nini, hawajui maana ya kuwa au maana ya kuitwa Mkristo maana yake ni nini? Mkristo sio Mpentekoste, Mkristo sio Msabato, Mkristo sio Muroman Katoliki, Mkristo sio Myahudi, Mkristo sio Mmarekani, Mkristo sio Mtanzania, Mkristo sio Mubaptisti, Mkristo sio Muruthirani, Mkristo siomangirikana Mkristo sio mtu ambaye ana anasari kwa nabii. Mkristo sio mtu ambaye anasari kwa mtume. Mkristo sio mtu ambaye anaongozwa na askofu. Hapana, Mkristo sio mtu ambaye anafuata dini au dhehebu fulani. Hapana, Mkristo, mtu yeyote ambaye anaitwa Mkristo ni mtu ambaye anamfuata Yesu, ni mtu ambaye amezaliwa ame ndani ya Yesu, ni mtu ambaye anakaa ndani ya Yesu Kristo, ni mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo na haamini jina lingine, ni mtu ambaye anaamini muujiza kupitia jina la Yesu Kristo, kwamba na yeye binafsi yeye kama yeye ana uwezo wa kuona na kushuhudia muujiza kutendeka katika maisha yake. Uh, Mkristo mpendwa, sio hayo mengine ambayo ninyi mmepeana majina ya kwenu wenyewe. Tafisiri ni hii ambayo nimekuambia kwamba Mkristo uh, ni mtu ambaye anakaa ndani ya Yesu Kristo, amezaliwa ndani ya Yesu Kristo, anaishi ndani ya Yesu Kristo, anakula ndani ya Yesu Kristo, chakula anachois anacholishwa ni cha Yesu Kristo mwenyewe. Uzima leo uh, lionao unatoka kwa Yesu Kristo ni yani, kama vile wewe tuseme wewe ni Mtanzania Mtanzania au mtu ambaye amepewa jina la taifa fulani Mtanzania, mu Mmarekani, mu Muingereza, Mjerumani, mu Mcanada, mu Mureno, sijui Mhispania, mu sijui Mmisri, yani, huyu mtu ina maana kwamba first of all, amezaliwa ndani ya taifa lile. Yani we kitendo cha kuzaliwa kwenye taifa lile inamaanisha wewe ni raia wa, wa nchi, wa taifa lile ile, yani, ndo itakiwa iwe hivyo, lakini a, anyway Sitaki kuingia kwenye mambo ya politics <laughs> eh, lakini kuna nchi zingine ni mashetani, viongozi wao ni mashetani, mashet, mashet, mashet, eh, kama mashetani, unazaliwa kwenye nchi hiyo, wanakwambia bado wewe sio raia <laughs> ah, anyway ah, lakini wewe kuwa Mkristo ni maana maana yake ni hii, wewe umezaliwa ndani ya Yesu Kristo, sio hayo mengine ah, kuingia kanisani, kutoa sadaka, michango ah, kumlisha mchungaji fanyaje ni, ni changie mimi changizo fanyaje. Hapana, kibali cha kwenda mbinguni na wewe sio Mkristo. Usipojiangalia vizuri utakuwa mfuasi wa huyo mtu, na ndio maana mimi sisemi jamani ah, mimi nataka kutengeneza kanisa, ni changieni. Hapana ah, twembe tu, hivi hivi. Unasikiliza mahubiri haya kwa sababu una, unajua wazi kwamba ninakuonyesha njia kamili ya kufika mbinguni. Ninakwambia wewe mfuata Yesu kama ninavyomfuata Yesu Kristo, na ndivyo vile vile a, a alifanya mtume Paulo anawaambia nifuateni Yesu, nifuateni mimi kama vile ninavyomfuata Yesu Kristo. Kwa hiyo ukini, ukinichunguza ukaona chembechembe za Yesu ndani yangu hazimo, unachomoka, nenda kwa Yesu, kaa kwa Yesu. Na ndio maana siku ya leo, mpendwa, nimekuletea ujumbe huu unaosema onyo kwa watu wanaofuata watumishi hawa. Kuna watu, watumishi, katika kizazi tulicho nacho kuna watumishi ambao wamejibebe, wamebeba majina makubwa, na kwa kuwa wamebeba majina makubwa wamebeba wafuasi wengi, na wafuasi hawa wanajidanganya wao wenyewe na wanajipotosha, wamekaa vilewa kama hivyo, wametulia tu, wanadhani kwa kuwa mimi nasari kwa nabii fulani wewe utamalizia, wewe unajua jina la nabii yenu, kwa sikuona mimi ni mfuasi wa nabii fulani, kwa kuwa wewe kwa eh, kuwa mimi ni mna, ni, ni wa dini a fulani <laughs> wewe utakuwa unajaza ninapoweka fulani, wewe hakikisha unaweka yule mtu ambaye ana, ana, anazunguka kichwani mwako, umemweka moyoni mwako. Mimi nimemweka Yesu Kristo, wengine nimefuta. Na mimi ninapokuhubiria hivi, sikwambii wewe unifahamu mimi, na ndio maana ukisikiliza mahubiri yangu mengi ani mara chache, wakati mwingine huwa anajitambulisha hata kujitambulisha <laughs> sijui ni kwa nini, ninin anyway, lakini nachokifahamu Uh, jina nayotaja sana ni Yesu Kristo. Yesu Kristo, wewe mfuate Yesu. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yesu Yesu, mpokee Yesu, mpokee Yesu Yesu. Hey, ingine ya kujua mimi ni profesa so and so, daktari so and so, mwana theologia so and so, ahuni. Uh, ujinga na upuuzi, toka mbele yangu. Kwa hiyo ukapima kuniuliza, wewe mbona hatukujui jina lako? ninayemhubiri hujamsikia uh, kama hujamsikia na mhubiri Yesu Kristo wa Nazareti, mwanaume anayowazidi anayopita wanaume wote, mfalme wa wafalme, bwana mabwana, haleluya! Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hiyo kuna watu hawa ambao wamebeba majina eh? ya mashahada ya madigiri walionayo. Mimi ni mwalimu wa neno kwa sababu nimefuzu mpaka nime, nimeenda theolojia ya Israeli, nimeenda Marekani, nimesoma Harvard University, sijui ya theolojia, sijui kama ipo I don't know. Anyway, lakini nakuonyesha na jaribu, nikuonyeshe wanavyokuja na roho za kishetani Eh, na ndio maana siku hizi watu hawa hawa ambao wamesoma kidunia wana, wanajaribu kuingia kwenye mifumo ya kiserikali ili kwamba serikali ziweke au taratibu kwamba kama mtu hujasomeshwa na watu hawa hauruhusiwi kuhubiri neno. Mashetani hawa mimi nitawapinga mpaka nife, huu ni ushetani. Ah, tunaangalia mtu anapohubiri, tunaangalia neno. Sasa hao watu wamejibebea majina mazito. Yani, hilo jina ukiliweka hapa unaanguka, kama ujakaa kiroho sana eh. Kwa hiyo hawa sasa wamevuta, yani tumisukule misukure uh, tunato jiita walokore kutoka kila kona ya dunia. Unakuta mtu anachukua ndege anatoka Marekani mpaka South Africa Hey, kwa, kwa nabii fulani au mtumishi wa Mungu anachwa mtumishi wa Mungu yes, daddy, mnaota, yes, daddy. Yes, father, yesi mami. Mna mama zenu wa viroho, baba zenu wa viroho. Hawa sasa watu kama hawa, we mpendwa, kama unafuata mimi, nataka nikuonyeshe kwamba maandiko matakatifu yanawahitaji watu, yanawahitaje watu wa namna hiyo, maana watu au misukure Yaani kwa nini natumia lugha hii ya mishukuru ni kwa sababu yaani, watu tunapohubiri injili kama hii wanaona kwamba tunaona wivu, tunawaonea wivu baba zao wa viroho, mama zao wa viroho vingapi, sijui. I don't know, I have no idea, whatever it is, anyway, wanaona kwamba ni wivu, hatujafika viwango vile. A, mimi mpendwa, a, yani, hakakaka ka kipaji niliko nako ninakutukuza kwa na mtukuza Mungu, nasema Bwana asante, angalau hata watu watano watasikiliza injili hii na siku ile ya hukumu ikifika, they have no excuses. mimi sijaa. Uh, unasikia mpendwa, unaweza kuletwa hapa duniani kama mhubiri, kwamba umsadie uh, um, um, mtu huyu ambaye amekuwa ni ngangari, ameshindikana lakini Mungu akakutumia wewe. Kwa hiyo hii hali ya kujitaabisha, na mimi niende ni kusoma visiolojia nikubarike, siju nifanyeje, wewe unafuata njia za kibinadamu za kishetani. Ongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa hao watu wamejibebea majina hayo makubwa. Ha, ukija kwenye muujiza oh, wana, wanajua kuwanyosha mafuta kweli watu. Ha, maji ya upako, chumvi za upako, vitambaa vya upako, udongo wa upako, yani na hirizi wanawauzia, yaani hamuoni? Ha, mashuhuda mengi tu ya ya uongo ya, ku, ya kutengeneza mtu anakuja kwenye kasimu, hoi, baba fulani alitendea hivi akafanya hivi nikapona vile nikaruka vile. Nikane we shetani shindwa kwa jina la Yesu Kristo mashetwani mashe wewe wewe shetani wewe shetani wewe, shetani wewe, shetani wewe! Wewe ni shetani wewe unayetoa ushuda wawongo wa ushindwe katika jina ya Yesu Kristo, na kadiri Mungu aishivyo, lazima tunawarani ninyi, wapotoshaji wakubwa. Tunatoa testimonies atuitaji mpendwa. Kama ni Mungu ametenda o oh, tunasema anatenda maajabu, nami siwezi kueleza. Yani Mungu akitenda it is beyond description, you can never define, you can never express oh, akitenda Mungu aliye hai, haleluya! Huyu Yesu ni wajabu wa rekosiandalabolikasete Haleluya. Pokea ushindi katika jina la Yesu Kristo haleluya. Pano anajisikia anasikia, uh, uwepo wa Mungu aliye hai, na naamini na wewe katika siku ushi, uh, ya leo upokee ushindi, ushinde roho hii ya kinabii, roho hii ya kimitume, roho hii ya ya, ya, ya viongozi wanaojiona kwamba wao akisema, amesema wanakuambia nimesema, wa, amesema Bwana nimefunga, amefunga Bwana wewe ah, shinda roho hii katika jina la Yesu Kristo, maana hawa watu wanapotosha watu wengi. Ah, miujiza wanatenda, usiseme kwenye miujiza, mapepo wanatoa, anasema hivi na unabii wanatoaga, yote wanafanya vizuri. Sasa hawa ndo wanawaharibu ninyi. Atusome ah, maandiko matakatifu, hapa ndipo utanielewa vizuri. Ah, hapa neno la Mungu nasema hivi katika Uh, tusome kwanza katika katika Mathayo 24 na uh, mstari wa nne mpaka wa tano hapa ila baada ya tutarudi hapa hapa. Neno la Mungu inasema hivi ule, uh, mstari wa nne. Uh, Yesu akawajibu uh, jihadharini mtu yeyote asiwadanganye kwa maana. Ule mstari wa tano anasema hivi kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakidai mimi ndiye Kristo, nao watawadanganya wengi, nao watawapotosha wengi. Yesu anasema mwenyewe, maana wanafunzi wake walikuwa wanamuuliza vipi akuhusu dalili za siku za mwisho, ishara ishara, tunaweza kujua ishara gani? Anapenda hili neno hili, maana Yesu huwa najiuliza na, na, na, na, na, na, na, na, mwenyewe, yaani kwa nini Yesu alianzana na hili ukiteremka pale, ametoa ishara nyingi na dalili nyingi ambazo zinaonyesha nani za mwisho, lakini sasa akaanza na hili moja. Kumbuka ni wanafunzi wale kumi na wawili wameketi na Yesu, wakamuliza Bwana, tunaomba utupe ishara. Akasema ajihadharini, chukua tahadhari. Na mimi ndio maana nimesema ni onyo, ni tahadhari, tahadhari kali sana, onyo kali sana kwa watu wanaofuata watumishi wa namna hii Wanakuja wanajiita wao, wanasema wanajiita Makristo, au wanakuja wanakuonyesha kwamba wao wow, ni watenda miujiza wa hatari. Maana mtu anayekuja katika kwa lugha hii ya kusema yeye ni Kristo sio mpaka aseme ah, mimi ni Kristo, mimi ni Yesu. Hapana, anaweza kuja anatenda ishara kama zile ulizoziona kwa Yesu, na ujue maandiko matakatifu yanasema hivi, tukimwamini Yesu tutatenda um, yale aliyofanya, hata zaidi ya yale aliyofanya Yesu. Sasa imajini hao watu wanakuja sasa na maishara ya ajabu ajabu, utashindwaje kupotoshwa? Wewe lazima utafuata watu wa namna hii. Na ndio maana nawaambia wapendwa, ukiona wewe kama una akili timamu, ukiona mtu anapenya magonjwa usi-, yani usi-, usiseme moja kwa moja, usiamini moja kwa moja kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Ukiona mtu anatoa mapepo usiamini moja kwa moja kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Hii ndo siri nakupa wewe, upone mpendwa. Ukiona mtu anatoa unabii wa maisha yako, yani, yani anaenda dot nukta kwa nukta kwa nukta kwa nukta, usiamini kwamba huyo ni mtumishi wa wa Mungu. Hapa ndipo, ndi, Yesu anatuambia hivyo mpendwa, atuende kusoma neno lingine hapa katika Mathayo. Uh, nt uh, uh, uh, uh, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile uh, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako hatukutoa pepo wa, a pepo wachafu na kufanya miujiza na kufanya miujiza mingi? Naona sasa, usikie utakavyowaambia. Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Hey, unasikia amesemaje? au usisahau, nimemaliza kusema kwamba nimemaliza kusema kwamba ukiona mtu anatoa unabii wa maisha yako asilimia mia moja, usiamini moja kwa moja kwamba ni mtumishi wa wa Mungu, kwamba anamtumikia Yesu. Ukiona mtu anatenda muujiza, sijui ni muujiza gani, amefufua mtu, ameponya mtu ugonjwa wa ajabu, usiamini moja kwa moja kwamba huyo mtu anafanyaje anamtumikia Yesu Kristo. A, ni maneno ya Mungu ndio yamesema hapa. Ukiona mtu anasema hivi a, anasema ukiona mtu pia ana anafanya miujiza, anaponya magonjwa, unabii unatolewa pale, usianze kuamini kwamba moja kwa moja huyu ni mtumishi wa Mungu. Yesu anasema Watu wa namna hii watakuwepo si, ile siku atakaporudi watakuja kwake, wamwambie bwana hivi wamambiebwana wewe, umesahau kama kwa jina lako tulikuwa tunafanya moja mbili tatu. Kwa hiyo na yeye anasema nitawajibu hivi. Yani, hili neno huwa naliwazaga nari, sana nawaza sana kuhusu neno hili au jibu hili ambalo yesu ametoa kwa watu wa namna hii, anasema atawaambia hivi, ondokeni kwangu, tokeni mbele yangu tokeni mbele yangu, ondokeni kwangu, tokeni mbele yangu. Anasema kama mimi sikuwafahamu ninyi, mlikuwa watenda maovu. Kwa lugha nyingine ah, kuna ah, na manabii wenu wanatenda miujiza lakini ni waovu. Wanatoa unabii lakini ni waovu. ah, wana wanafanya miujiza bado ni waovu, wa wanatoa mapepo bado ni waovu wanafanya ishara za kila namna ah, Yesu anasema hao yeye anawatambua kama waovu waovu. Wapendwa, hili ni onyo hili ni, hii ni onyo kali sana kwenu ninyi ambao mnafuata watumishi hawa, watumishi wa miujiza miujiza, yaani ambaye yeye kila ukimsikia nahubiri tu injili yake, ah, nakutamkia au utashinda, ninakutamkia utapata, ninatema utafanyaje, nasema Bwana ananionyesha, Bwana amesema, Bwana tokea, Bwana fanya, Bwana Mungu amesema, toa kiasi hiki Bwana. Hao ni waovu <laughs> hao, ni wa <waovu. laughs> <hao>, ni, <waovu. laughs> ni mashetani hao. Mimi sijali, sisemi jina ya mtu, lakini unavuta una taswira ta na picha kubwa, unaona. Yani hawa watu tunaweza kusema oh, kumbe yule nabii wa uongo. Unaweza wewe mwenyewe ukaanza kusema, kumbe huyu mtu amenipotosha, amekuweka hapa. Yani yeye yeah, anakufanya anavyotaka. Huyo ni shetani, ni shetani, maana neno la Mungu linasema hivi, ah, whom the sun sets free is free is indeed. Kwa hiyo wewe, Mungu akisha, Yesu akisha, yes, akisha kuweka huru, uko huru kweli kweli Hautakiwi kuwa mtumwa kwa mtu yoyote, hautakiwi kutembea au kuishi katika kusudi la mtu. Lazima uishi na kutembea na kutenda kusudi la Mungu aliye hai. Kwa lugha nyepesi, unatenda mapenzi ya Mungu aliye hai. Kemea maovu, maovu kwa mtu yeyote, kuanzia serikali zetu na serikali za dunia hii. Zimeanza kuwa mashetwani mashe, mashe, serikali nyingi kwa, yani kuwa watu wanaona kama yani, ni, yani, ni simple tu kama kuwa sisimizi hey, kuwa sisimizi, kwa hiyo kunyanyasa watu a, maovi ya kila namna. Watumishi wengine hasa milokole ya Kipentekoste, wamekaa pale macho wanakodoa, ombea serikali. Hatuwezi kuombea serikali. Yesu hajasema tuombe, Yesu mwenyewe hajasema uombe kwamba ukae pale pale kuomba kwetu na kunaendelea na kukemea na kusema hadharani hadharani. Mungu, ukitenda maovu, mpendwa, kama wewe ni jambazi ni tapeli, una, unafanya maovu kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu anakuja kukuambia, anatuma mtu, angalia sawa, Biblia. Sijui hata hao watumishi wa kitheolojia wamesomea wapi, mmesomea wapi? eti wapi wa, wana theolojia mmesomea wapi ninyi, maviongozi wakubwa sana ninyi maaskofu wakubwa sana au? Mmesomea wapi? Yani umekaa pale serikali yako inakutisha anyway. Halafu wewe ndo unazidi kukomba maisha ya watu unazidi kuharibu maisha ya watu hawa masikini ambao hawana mbele wala nyuma, paka mnawambia wauze vitu walivyo navyo. Ushaona hawa manabii anaweza kutabilia, naona yule mke uliye mwasiwa wakwako, naona mme wako anazini Ha, ninaona mtoto wako anaimba kwa pale. Ale alikuwa anafanya uzinzi na, na mchungaji. Ah, wanakuja ndio wanaweza kutestifa, ah kutoa ushuhuda. Ho, ni kweli baba. Ho, nisamehe mimi. Ho, sijui nini. Hizo, hizo ni njia za shetani. Wamepanga yote kama nitasema hivi wewe utakuja tutafanya hivi. Ha, hao ni mashetani. Wapendwa ni mashetani. Acheni kupotoshwa na watu wa namna hii. Acheni, acheni. Muujiza. Kila sio kila muujiza unaoona ni Yesu. Asio kila unabii unaoona ni Yesu. Na ndio maana neno la Mungu linaweka wazi kwamba unabii ukitolewa, usipotimia, huyo mtu inabidi atapigwa mawe mpaka afe, maana huyo ni shetani, atakuwa ni nabii wa uongo. Asianza kutoa a sababu eti watu mmefanyaje, sio mmefanyaje. Mungu akisema, mpendwa, lazima atafanya, atafanya. Sasa, cha kusikitisha ni kwamba kuna wengine wako kwenye vyama vya kishetani wanajua siri za mifumo ya kidunia, kwa hiyo anaweza kutabiria hata vitu vya serikali yenu. Anasema kiongozi fulani anaenda kufa, anaona bendera itapeperushwa pepe nusu mlingoti. Na watu wakishaona hivi, ikaja uh, ikatokea, wanasema huyu nabii wa kweli. Hapana, hapana. Hapa alisema Yesu maana hawa manabii walimwambia Yesu kwamba au, hawa watu, ah, hawa watu. walimwambia walimwambia Yesu, Bwana hapa alisema hivyo, walimwambia Yesu hatukutoa mapepo machafu ma, hatukutoa mapepo machafu kwa jina lako, wakamwambia kwamba kwa jina lako hatukutoa unabii, hatukufanya miujiza mingi, na Yesu hajakataa, lakini alichowaambia aliwajibu kwamba a, tokeni, ondokeni hapa mashetani, ninyi mashetani, anasema siwatambui, siwatambui, siwatambui. Sasa ninyi ambao mmepotoshwa, mnawatambua watu hawa kumtambua huyo nabii haimaanishi kwamba Yesu anamtambua na kuibia siri. Wewe njoo kwa Yesu Kristo upate uzima wa milele, njoo kwa Yesu Kristo upate pumuziko, njoo kwa Yesu Kristo uishi maisha ya kutimiza mapenzi ya Mungu aliye wa hai. Wapendwa, sote tunapita hapa duniani, sote ni wasafiri, haturudi hapa. A, ma, Mathayo 24 Mathayo 24 Tuna, tunasoma kuanzia mstari wa tisa maandiko um, matakatifu yanasema hivi ndipo mtasalitiwa ili mteswe na kuuawa nanyi mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili yangu wakati huo wengi wataacha imani yao nao watasalitiana kila mmoja na mwenzake Uh, kumi na moja inasema hivi, watatokea manabii wengi waongo, nao watawadanganya watu wengi. Haya ni maandiko ma, ma, maneno ya Mungu mpendwa. Uh, kujua kwamba tuko katika nyakati hatari sana. Amesema kwamba kutakuwepo kusalitiana, na unaona usaliti unaoendelea katika dunia hii. Akasema uh, wazi kwamba uh, kwa sababu aya huko kusaitiana, mpendwa, anasema a, pia kutakuwepo sisi kuchukiwa na mataifa yote. Nataka nikuibia siri, nenda uangalie mtumishi ambaye amesimama kweli kweli, anakemea maovu, haogopi serikali yoyote, haangalii kasura ka mtu, haangalii kacheo ulikopewa, haangalii nini, haangalii umaarufu ulionao, anatwanga. Yani anasema waziwazi, huyu Yani, usishangai wana tsh, anauliwa yani ki hovyo hovyo tu, anachukiwa na kila mtu yoyote hapa duniani, na ndicho kizazi ambacho naona tuko nacho. Hiyo akasema kwa sababu hiyo anasema wakati huo wengi wataiacha imani, na ni kitu ambacho mimi ninakiona wakati huu tulionao. Watu wengi wameacha imani, warokore wengi wameiacha imani ya kweli ya kumwamini Yesu Kristo, ya kusema sitaki manabii, sitaki acha unabii huo. Kama Mungu anataka kusema na mimi aseme kupitia neno lake hey, neno lake mimi mwenyewe hey. Soa kutabiria tunaenda, unachukua ndiyo baba, ndiyo baba. Hapana. Kwa hiyo akasema pale amstari wa kumi na moja akasema hivi watatokea manabii wengi wa uongo nao watawadanganya watu wengi. Na ndivyo nimesema kuanzia mwanzo, watu wengi wameshacha imani, wamedanganywa, wamepotoshwa na hawa manabii waongo, watumishi waongo hawa, ambao wanatenda miujiza mingi au unabii kwa wingi au uponyaji kwa wingi, hawa ndio wamewapotosha ninyi. Kwa hiyo wewe hapo ulipo utajifanyia tathmini, utajichunguza mwenyewe, je, umepotoshwa kweli au, ah, bado unamfuata Yesu? Mpendwa, mimi nikuhakikishie kwamba, ah, kama wewe ni mtu unaye fuata mi, mi, ah, miujiza ah, unabii na uponyaji ah, na kutoboa na kufanikiwa na injili hizi ambazo zinaendelea siku za leo ah, wewe, mbingu sio ya kwako, na nikuhakikishie wazi, wewe kwa mfuasi wa mtu fulani Asilimia mia moja, wewe utambue kwamba wewe sio wa Yesu. Itakiwa usijiite, uh, mfuasa wa Yesu Kristo, itakiwa ujiite jina la yule mtu unayemfuata. Kama wewe ni Mpendekoste, jiite Mpendekoste na ujue kwamba Upendekoste sio Ukristo. Uromani Katoliki sio Ukristo. Usabato sio Ukristo. Uangirikana sio Ukristo. Uislamu sio Ukristo, sijui uh, Moravian sio Ukristo, uh, Baptisti sio Ukristo. Ni hivyo hivyo mnavyojiita wenyewe. Mkristo ni yule anayemfuata Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendwa, ninakuonya katika siku ya leo, acha kufuata hao watu ambao nimewataja, sifa zao nimezieleza wazi: watenda miujiza mafuta, uh, mafuta, maji ya upako, vitambaa, miujiza, uponyaji, yaani you name them, uh, kufanikiwa, uh, kupokea baraka, uh, kupanda na kuvuna. Yaani watu hawa wajiepushe nao kwa gharama zote. Pandwa siku ya leo naishia hapa, niamini kwamba ujumbe ume kubariki. Usisahau kuwapa watu wengine, ili kwamba nao waweze kubarikiwa. anakutamkia baraka katika jina la Yesu Kristo, amina.